Katika kijiji cha Makondeko kilichopo wilaya ya Newala, mkoani Mtwara, kusini mwa Tanzania, watu mbalimbali waliopata ajali na kuvunjika viungo vyao vya mwili hufika kijijini hapo kwa ajili ya kupata tiba ya kuunganishwa viungo hivyo kwa dawa za mitishamba zinazotolewa na mzee Sefu Bakari Nama. Shughuli zangu kubwa huwa najishughulisha sana na taratibu za kutibu watu waliopata ajali mbalimbali mbali, kama vile kuvunja mguu paja, mgongo, yani nizungumzie tu kwamba maeneo ya mwili mzima anaweza kuyamiliki bila hata kupapasa, yani ninaweza kuyamiliki mzainama anatibu kwa kutumia magome ya miti zaidi ya aina saba yaliyopondwa na kuchanganywa pamoja, na tiba yake hutumia zaidi ya siku kumi na nne hadi miezi miwili. Yani mtu kama aliyovunjika hususan yule labda hajapitia hospitali aina yoyote akatoka tu moja kwa moja, yani amepata ajali muda huo huo akafika hapa kwangu. Sasa yule anisumbui kabisa, yani yule anachukua siku kumi na nne tayari anakuwa amepona. Tofauti sana na yule ambaye alikwenda hospitali akaanza kupata huduma kule hospitali, labda akafungwa piopio likakaa mguuni labda zaidi ya mwezi au miezi miwili mitatu, aweza kufungwa zile nini nini zile vili. Yule anasumbua kidogo, yani anachukua muda mrefu kupona. Yani, inawezekana nikamrekebisha badala ya mwezi mmoja na nusu hadi miezi miwili. Mzee huyo anasema utaalamu huo wa kuupata kwa kusoma darasani, bali alioteshwa baada ya kudondoka kutoka kwenye nyumba, na baadaye alijisajili kwenye Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Wakati nikikaa kule ndani, nilikuwa naviona vitu vya ajabu ajabu vinanijia tu kwenye macho yangu, ambavyo vilikuwa vinaniambia bwana, nenda nyumbani kachukua hiki na hiki na hiki na hiki, nenda kajitibu tu nyumbani utapona. Ni kweli mimi nilirudi nyumbani, ingawa sikurudi mwenyewe, nilirudishwa. Maana yake niliwaambia nirudisheni nyumbani. Ni kweli nilipofika nyumbani nikaamua kuchukua vile vitu nilivyoelekezwa. Nikamwambia mzee wangu, yani baba yangu mzazi, bwana, kuna vitu na viona natakiwa unifanyie, ukanichukulia kitu fulani na kitu fulani, alafu wewe utakuwa unitibu mimi hivyo vitu. Ni kweli nilitibiwa tu muda wa siku tatu, nami nikawa mzima kabisa. Nimefika hatua kikafika kipindi watu wakipata ajali, wanapowapeleka labda hospitali, mi naambiwa, a wale waambiwa wamrudishe yule mtu, wewe ndio utakae mtibu yule. Ah, mi nnatibu kwa vipi? Basi vile vitu vikawa kama vya ajabu ajabu. Ni kweli mtu akifika yule, aliyopata na ajali labda amevunja mguu, damu inatoka na mifupa imepasuka pasuka, nikienda nikimshika hivi, yule mtu labda ndani ya siku tatu aidha wiki, yule mtu anakuwa tayari amepona. Fatima Fimao alivunjika mguu baada ya kupata ajali. Kwa sasa anaendelea na matibabu nyumbani. Hapo huu mguu ulivimba, baada ya kuanzia kuutibia huu mguu. Nashukuru Mungu, mguu wangu unaendelea vizuri na, na mazoezi ninayofanya. Na Mungu nasema mjalii huyu mzee kwa tiba yake, sisi wagonjwa wake tunaifurahia. Nilikuwa na hisi maumivu makali mno, hasa nikikaa kama hivi nilivyokaa nikikaa kufikia kuanzia nusu saa na kuendelea mbele, maumivu yalikuwa makali mno kwenye usawa wa kiuno na mgongo. Tangia alipoanza kunitibia mpaka kufikia hivi leo, sehemu ya mgongo inaanza kujifungua hata ile maumivu. Nikikaa kama hivi lilivyokaa, maumivu huwa si rahisi kama kile kipindi cha nyuma. Lakini je, tiba hii inakubalika kwa kiasi gani na wataalamu wa tiba ya kisasa? Lamek Moses, daktari bingwa wa upasuaji mifupa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini mkoani Mtwara, anatilia mashaka usalama wa tiba hiyo na kutoa tahadhari. Wagonjwa wengi wanaathirika sana kuliko wanavyoweza kuwasaidia, kwa sababu wengine wanakuja wamewasaidia ndiyo, lakini bado wanarudi kwetu. Baada ya hapo ukipiga x-ray inakuwa, kwanza ni gharama inaongezeka. Kama ungekuja fresh yaani umepata jeraha, umefika hospitalini, gharama huenda ingekuwa ndogo, lakini unapokuja baadaye umechelewa, kwa hiyo hata operation yako inakuwa ngumu. Huenda hata operation mwanzo nisingehitaji damu, lakini baada ya kupata hiyo umenyunga, ndivyo sivyo? Ina maana kufika pale kuvunja na kurekebisha tena mfupa, damu nyingi zinatoka na unahitaji damu na zao la damu. Tunajua kwamba ni gharama sana serikali inapogharamikia kukusanya hizo damu. Kwa hiyo ni, ni hali ambayo ina hasara nyingi kuliko faida. Ya, ushauri wangu ni kwamba wagonjwa wanapopata majeraha, fika hospitalini ili uweze kupata ushauri na vipimo na ndipo uendelee na matibabu yako inavyopaswa.